Mimi ni Alexi Mwamba Dunia, coordonateur provincial Sud Kivu Arad reserve armee ya defense. Sisi kama vile wananchi eh, watoto wa nchi wenye kushika silaha kutetea nchi yetu tunasema kwa njia zote ambayo ilitumikishwa na government kwa silaha kwa bike. Tupo katika mji wa Uvira, vraiment mi kitu naweza penda kusema aba batu bote benye balikubali kuasi nchi na bakakubali kuua wa ndugu jamaa na marafiki. Hawa watu wasipokelewe, vraiment, wasipokelewe siku, waseme o juu kongolei ni mutu mwenyiko na musamaa sana A a. Ah huyu -ah. mutu aba batu bote benye balikubali kwenda kujiunga na AFC M23, vraiment, basipokelewe, basipokelewe popote pale m... no, bwana Ukisikia sauti yangu ujue kwamba ni siku nyingine kabisa, ni tariki 26 mwezi wa kwanza mwaka wa 2026. Ujambo popote pale ulipo, ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji, hiki ni kituo cha habari Reality Mambo TV ambacho kinakujia kwa sababu ya kuupasha habari na hali jinsi ilivyo ikiwa ulimwenguni mzima na hususani zaidi mashariki mwake DRC nikukumbushi kwamba hali ambayo inazidi kuendelea, ni mimi kwangu jukumu kuweza kukupasha habari, na wewe pia kabisa kunifuatilia, lakini pia kwa kuweza kuungana nami mwanzo hadi mwisho na kuweza kubonyeza katika maeneo ya subscribe, na hata kubonyeza maeneo ya kengele ili kunapata habari zetu mapema na katika muda mwafaka. Ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji nikupashe, mara moja katika hali ya usalama ya kwamba upate kufaidia, basi ungana nami ni kupashe, ambako tutakwenda kuelekea kabisa na kukupasha kuhusu hali ambayo iliweza kujiri katika maeneo ya Walikale, Uvira, Baraka, hata huko katika nchi ya Ethiopia, ni barani Afrika. na basi tuanzie mashariki mwake DRC huko katika maeneo ya Walikale na ambako mapambano yamezidi kuonekana katika maeneo huko yaliyoweza kujiri, na hivyo ni kupashia kwamba katika maeneo ya Mpeti Munjenje ambako kambi za waasi wa FCM 23 zimeweza kupigwa na jeshi la FARDC kwa kutumia nguvu zao za anga na hivyo kuonekana waasi wa M23 katika maeneo ya Mpeti na Munjenje kuweza kupoteza zaidi hususani mambo yao na ile kambi hao ambao walikuwa wanaweza kuweka katika maeneo huko, na hivyo ni kuonyesha kwamba ikiwa mashariki mwake DRC, maeneo ya Uvira, baada ya waasi wa M23 kuweza kuondoka mjini Uvira, na hivyo kuonekana wazalendo kuingia na jeshi la FARDC lakini pia baadaye mzee William Amuri ya kutumba jenerali wa kundi la wazalendo la SPCC kuweza kuingia katika mji wa Uvira, na hivyo akukaa kimya, lakini pia kuweza kuweka mkutano wa watu wengi kabisa. Lakini katika mkutano wake aliweza kuonyesha jambo la kusonga mbele, lakini kuto kurudi nyuma kabisa, na kuweza kuonyesha ujasiri ya kwamba mambo ya kuweza kurudi nyuma yamekwisha lakini mama mmoja aliweza kusimama na kuweza kuongea jambo lililo swali ambalo liliweza kuwafanya watu wengine washangilie na hivyo kuweza kujibiwa kisawasawa naye jenerali huyo Amuri William Yakutumba. Mama huyo aliweza kuuliza swali lake ikiwa kama hivi: mimi naitwa Kristina Angelani, ndio mimi nina maneno mawili tu ambayo inaniuzi sana katika moyo wangu, ndio ul, ulizo ya kwanza ni hii kuna mtoto alizaliwa pale Bunagana akakuja na tambaa natambaa natamba, akafika Goma, akafika Bukavu, akafika Kamanyola hadi akafika hapa Uvira. Huyo mtoto jina yake anaitwa Repri Strategique, eske huyo mtoto mmetusikia naye? Ulizo yangu ya kwanza hiyo, kwa sababu sisi wamama na vijana yetu tumechoka na kukimbia kwenda ukimbizi, wamoja wetu wamekufa, kulala ovyo, kulala njala, wamekufa kwa sababu ya nini? Repri strategike nafika tunaenda Repri strategike nafika tunaenda, huyo mtoto alizaliwa nini? Leo nina na miaka makumi tano na sita, hiyo Francis kuwahi kuiona najomaniipenda niulize vakubwa, eske mulika pamoja twakutumalizia huyo mtoto mwenyewe alizaliwa, atujui mwaka alizaliwa.

vikosi viitoka Kinshasa aujiekamotukona kama tuko na wangine na wengine tumefanya nawoo kazi nzuri, na tumeendelea kufanya kazi nzuri haiko soda anaweza kufa kuiao na banafanya avan bana mbele ile njo soda bama basi ikiwa katika hali ya waasi wa FCM 23 kuweza kuonekana kushindwa na kurudi nyuma wakiondoka katika mji wa Uvira na hivyo kwake, Alexi Mwamba Dunia, coordinator wa jimbo wa wazalendo akiweza pia kugusia jambo ni baada ya mahojiano ambayo yaliweza kufanyika huko na kuonyesha kwamba wasi wale ambao waliweza kujiunga na FCM 23 hususani wa Kongomani, basi wanahitajika na ka kuweza hata kujisalimisha ikiwa mapema kabisa, ya kwamba wasipate kupoteza muda, ila tu wapate kuja kuungana nao. Wito huo umeweza kuonyesha hali ya kwamba hawataki wakongomani kabisa kuweza kupoteza maisha, lakini wale wote ambao waliweza kujiunga na jeshi la waasi wa M23 ambao wanaungwa mkono na Rwanda waweze kabisa kurudia, lakini wasiweze kusonga mbele na hao waasi hao hawa wa M23. Mimi ni Alexi Mwambadunia, coordinateur provincial du Sud Kivu, RAD, reserve armee ya defense. Sisi kama vile wananchi E, watoto wa nchi wenye kushika silaha kutetea nchi yetu, tunasema kwa njia zote ambayo ilitumikishwa na government kwa silaha kwa bike, tupo katika mji wa Uvira, na kikubwa ni kuambia wakongomani ambao wenye wanapatikana katika M23 warejee nyumbani, waache kwenda kuangaika mahali wako wanaenda awafahamu ni wapi, bora warejee nyumbani waombe msamaha kwenye serikali. Mwenye alifanya mawizi, mwenye alifanya mauaji, ubakaji, ataadhibiwa kadiri vile sheria inasema. Na tunaambia wandugu wenzetu wazalendo hapa, tumekwisha kuwa na kitengo chenye kufanya kusafisha mji wa Uvira. Yule yoyote ambaye anatembea na silaha akiolela, uwe mzalendo, uwe jeshi la taifa tutakushika na tunakufunga na utaadhibiwa kadiri sheria ya kijeshi inasema. Na tunaomba wakubwa wa viongozi wa kizalendo kuondoa rak wazalendo, wapande bilimani, twende tukafunge bilima sababu adui halale, adui halale, eko anapanda bilima kwa kutafuta kushambulia mijini mbalimbali mbali. Kwa hiyo turejee twende kubilima tuendelee kufanya mapambano huko ili tusafishe mji wetu wa Uvira. Tuache polisi na PM wafanye kazi mji wa Uvira. Hiyo ndio message ya government. Yoyote ule ambayo atasikia, kwa hiyo message kwa hii shauri ambayo tumepewa, atakamatwa na kuadhibiwa. Ni kusema, ya kwanza, wazalendo wote tupande vilimani kwenda tukafunge manjia ambayo adui anaweza kuja kutuingilia twende tukafunge. Ya pili, hakuna mzalendo anaruhusiwa kuweka kasho pale, msikie kwa faida raia yetu. Yule yoyote raia ambaye atastaki mutu kumzalendo A, ule mwenye yeye alistaki aje kwetu amustaki ule mtu, na sisi tutamwazibu. Mwenye kupenda kustaki aende astaki kwenye polisi, aende astaki kwenye birode, aende astaki kwenye parke, wale ndio wanahusika na hiyo. Sisi wazalendo, kazi yetu ni mapambano, kupigana, hapana mambo ya kufungana tena. Nilikia nikiendelesha message ya kwangu, wenzetu wazalendo Ule mzalendo ambaye atatia bariere kubalabala tutamshika na kumwazibu. Hakuna mambo ya bariere, hakuna, hakuna mambo ya effort de guerre. Serikali inakamata majukumu yake. Kama tuko na njaa, tunali tunaenda ku- kuserikali na inatupatie mzalendo, yote ambayo eko na lazima anasikia njaa, a condition aku, akuwe kufront Usikuja huko nazunguluka muvile na ukuwe utwambie kama uko na njaa, tutakufunga. Lakini kama ukikua kule kufron, unatwambia uko na njaa, na sisi ambao tunawasimamia tutaambia serikali na chakula itafika kwepesi, na iko inafika. Na mpaka hivi niko naongea nawe, iko inafika. Tumekwisha kudiploi saa hii ekipe ine inapanda, inaendelea. Na hii wakati niko nakwambia na, na wengine wako wanaenda sababu hatuna wa muda wa kupoteza wa kukaa mukuzurura zurura kuzunguluka kiolela mukunyanganya simu ya watu mukupora watu katika mji wa Uvira. Tumepiga marufuku kabisa, tumepiga marufuku wazalendo kikundi ambao tutaona wanafanya gereza ya kufunga raia ya kufunga watu. Ole kwa wewe mwenye utabano huko nafunga watu. Ole kwa wewe mwenye utabano huko nanyanganya vitu ya watu. Antuka hiyo tumepigwa marufuku, population yetu ya Uvira ijikute uhuru. Government iko determine kwa kulinda raia na mali yake. Hawawezi rejea tena hapa mji wa Uvira, hiyo wakuwe na hiyo tumaini. Unaona, waliingia Uvira bila kupigana, Uvira na wanatoka bila kupigana Uvira, ni kusema hawakutushinda na sisi hatukuwashinda, yaani sisi wote ni namna moja. Na kwa hiyo hawatarejea tena mji wa Uvira. Wao hawana tena hiyo nguvu ya kusema watarejea hapa. Wakipima tutawapiga hadi nchini mwao. Wakipima kusubutu tena tutawapiga hadi nchini mwao, sababu hatuwezi itika hiyo betize irudie mara mbili. He, kutokana na presha ya wananchi au wakaaji imeweza kuonekana jambo la kuwahita wahasi hao ambao waliweza kujiunga na jeshi la M23 hajalishi ni Wakongomani, lakini hanawe, wanaweza kuonyesha jambo ya kwamba si jambo nzuri na kuweza kabisa kuwa nao pamoja, kwa maana walichangia kuua watu katika nchi ya DRC, hususani mashariki mwake DRC. Vrema mi kitu naweza penda kusema, aba batu bote benye balikubali kuasi nchi na wakakubali kuua wa ndugu jamaa na marafiki, hawa watu wasipokelewe. Vrema wasipokelewe, siku waseme o, juu kongolei ni mutu mwenyiko na musamaa sana a a ah huyu -ah. mutu aba watu bote benye balikubali kwenda kujiunga na AFC M23, vrema wasipokelewe basi pokelewe popote pale, ni kuacha tu sheria sasa. Njoo ibafatilie kumauwaji yenye balifanya, jumkuuwa balichanga mchango banyarwanda kuwa bakongomani. Najua aba batu aba benzetu bakongole benye balijiunga na AFC M23, njoo balikuwa kumsafa ya kwanza, kuwa batu bale balikuwa kumsafa ya kwanza kuwa batu rema ni sawa vile ombi, aba watu basipokelewe popote pale. Watu e, basipokelewe, basipime hata kuenda. Sasa banaenda jiunga kubazalendo, baendelee na AFC yabo yenye balivotaka juu ya kuua benzao ba kongomani, baendelee na AFC, M23, tuone kama bataenda Rwanda. Bavuke baende Rwanda. Ni ile tu napenda kuomba, najua group kwa mo mavikundi mbalimbali, vrema ni ombi sana. Baada ya mji wa Uvira, na nikupashe mara moja katika mji wa Baraka, ikiwa mashariki mwake DRC Kivu ya Kusini na Tarafani Fizi. Mji huo unapatikana humo Tarafani Fizi, lakini ikiwa jana tariki 25 mwezi wa kwanza mwaka huu wa 2026 ambako ikiwa katika majira ya usiku saa moja, ambako milio ya risasi iliweza kusikika kwa wingi sana, na hivyo kuwafanya watu kuwa na presha kuto kutokuwa na usalama katika mioyoni mwao, na wengine hata kabisa kuweza onekana kuwa na wasiwasi wasi mkubwa. Hali hiyo imeweza kutokea wakati ambako wananchi au wakaaji walikuwa wanaweza kuzunguka na hivyo ikiwa baada ya mji wa Uvira kushikwa na wengine kuona kama vile hali imekuwa salama salamini, na wengine kulema hata soko hata katika muda wa usiku, kitu ambacho kiliweza kushangaza na kuonyesha kwamba usalama unazidi kurejea kuwa kabisa vema, ikiwa katika wakati huo wa tariki 25 hapo jana, ikiwa usiku kabisa saa moja, watu wengine wangali wanatembea lakini milio hiyo ya risasi iliweza kusikika kwa wingi na kuwafanya wengine kuwa katika wasiwasi wasi. Jambo hilo la milio ya risasi imeweza kuripotiwa na vuguvugu la rahia au shirika la rahia katika mji wa Baraka ya kwamba kuna watu watatu ambao waliweza kujeruhiwa ikiwa askari mmoja na rahia wawili. Hali hiyo haikuweza kupendeza kwa wananchi katika wakati huo na kuonyesha kabisa wasiwasi wasi mkubwa. Chanzo cha milio hiyo ya risasi hajajulikana kabisa kikamilifu, lakini kutokana na vyanzo vya habari, vinaweza kuonyesha ya kwamba wenye kusikilia bunduki, yaani maaskari walikuwa katika nafasi ambako walikuwa wanakunywa pombe, lakini walipoweza kufia mwanamke na jambo hilo likaweza kuwafanya wao, wasikie wivu na kuweza kuripua milio ya risasi katika maeneo hayo. Nikumbushe kwamba jambo la milio hiyo ya risasi imefanya hata shirika la raia katika mji wa Baraka kuweza kabisa kulivalia jambo hilo njugwa na kuonyesha ya kwamba jambo hilo sio jambo nzuri la kuweka wasiwasi kabisa katika mji wa Baraka na kuweza kabisa kuripoti watu hao watatu ambao waliweza kujeruhiwa, akiwa raia wawili na hata askari mmoja. Askari huyo ameweza kuripotiwa alikuwa na mkuu wake, na katika hali ya kuweza kukabiliana na hali hiyo ya milipuko ya risasi na kuweza kupata risasi. Nikumbushi ya kwamba akukuweza kabisa kuonekana kifo cha mtu yeyote hule kuweza kupoteza maisha, lakini ilikuwa tu majeruhi ambao waliweza kuripotiwa. Lakini ilipofika leo tariki 26 mwezi huu wa kwanza mwaka 2026 umeweza kuonekana hali kuwa shwari kabisa na kutukusikika tena milio ya risasi na hata tatizo lolote lile la kuweza kuleta wasiwasi wasi. Kazi zinazidi kuendelea katika mji wa Baraka na hivyo kabisa kutukusikika tena milio ya risasi au watu kuwa katika wasiwasi wasi. Lakini shughuli zao kuweza kuendelea salama salamini bila hata wasiwasi wowote wasi au milio ya risasi, ikiwa leo hii tariki 26. Na baadaye nimalizie katika nchi ya Ethiopia, ikiwa barani Afrika, ambako serikali ya Ethiopia imetangaza rasmi kuweza kuweka mwisho wa mlipuko wa ugonjwa wa virusi wa macbeg na hivyo ikiwa baada ya siku arobaini na mbili kutukuripoti kabisa kesi nyingine mpya. Shirika la Afya Duniani limeweza kulizungumza hilo. Leo basi nikukumbushia kwamba huu ulikuwa ni mwisho wa taarifa ya habari ambayo niliweza kukuletea, ikiwa leo tariki 26 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Ilikuwa katika hali ambayo mambo iliweza kujiri na sasa kuweza kukupasha. Na hivyo ninakuomba kuungana nami, ikiwa wewe hujajiunga kwenye channel hii, kuweza kubonyeza hapo chini subscribe, na kubonyeza alama ya kengele ili unapata habari zetu. Ninakuomba pia atakugawia watu wengine, kucomment ikiwa na maneno ya kusema. Tutakutana tena ikiwa mapenzi ya Mungu, asante.